Utabiri wa nyota ya nge kwa mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo tukitazama nyota ya nge. Hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21 kumbuka heni nyota ya nane katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. mwezi huu wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni kipindi chenye nguvu kubwa kwako, kwa sababu ni msimu wa nyota yako. Utakuwa na ari, msisimko wa ndani na uwezo mkubwa wa kuvutia fursa muhimu. Ni wakati mzuri wa kubadilishana mambo makubwa kwenye maisha yako na kuanza kurasa mpya ukiwa na nguvu na malengo sabiti. Tukitazama katika kazi, kwenye kazi, mwezi huu unaonyesha mafanikio makubwa kwa wale waliothubutu kuchukua hatua. Una mvuto wa uongozi na uwezo wa kuendesha mambo kwa busara. Fursa za kupanda cheo, kuanzisha biashara au kupokea mapato makubwa zipo wazi. Hata hivyo, epuka migogoro ya madaraka. Subira na busara vitakupa matokeo bora. Tukitazama upande wa mapenzi mapenzi yako yanakuwa ya kina na yenye nguvu mwezi huu. Ikiwa uko kwenye uhusiano, mtahisi ukaribu na shauku kuongezeka. Huu ni wakati mzuri wa kujenga imani na kuboresha mahusiano. Kwa wale walioko singo, kuna uwezekano mkubwa wa kukutana na mtu atakayekuvutia kwa hisia za ndani. Tafadhali epuka wivu kupita kiasi, acha uaminifu uongoze. Tukitazama upande wa kifedha, mwezi huu unatoa nafasi ya ukuaji na kuongezeka kwa kipato hasa kwa wale wanaojihusisha na biashara, uwekezaji au kazi binafsi. Unaweza pia kulipa madeni au kuanza mpango wa kifedha utakao utakaokuletea matokeo mazuri baadaye. Hata hivyo, usiruhusu tamaa ya faida ya haraka ikupeleke kwenye hatari. Tukitazama upande wa kiafya, afya yako iko vizuri, lakini nguvu kubwa ya mwezi huu inaweza kusababisha uchovu au msongo ikiwa hutapanga ratiba vizuri. Jaribu kupata muda wa kupumzika, kufanya mazoezi ya kupunguza msongo na kula vizuri. Maji na usingizi mzuri vitakusaidia sana. Rangi yako ya bahati mwezi huu ni nyeusi na bugundi, ama nyeusi iliyokolea. Nambari yako ya bahati ni nne na tisa. Mafusho ni udi wa sandalwood kwa nguvu ya kiroho na mvuto wa mafanikio manukato ni harufu ya pashol au ambar kwa mvuto na ujasiri. Saa nzuri katika mwezi huu ni saa mbili kamili usiku hadi saa tano kamili usiku. Nyota za kushirikiana nazo mwezi huu ni nyota ya samaki, kaa na nyota ya nge wenzako. Ujumbe kwa wenye nyota ya nge mwezi huu wa 11: unapodhibiti nguvu zako za ndani, hakuna kinachoweza kukuzuia kufikia kile unachokitaka. Huo ndio utabiri wa nyota ya nge kwa mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri bye bye.